Yaani, upendo wa Mungu umemwagwa ndani ya moyo wako. Hey, mpenzi sikia, sio wakupewa na mtu. Upendo wa Mungu hujapewa tena mtu kwa kiasi cha kupimiwa. Bwana amemwaga upendo wake ndani ya moyo wako, ya kwamba kila wakati wakati wowote popote ambapo upo upendo ule wa Mungu. Na unajua ni upendo huu ambao unaku unakuhifad unakuelekezaalataa Yusufu kiana mba naitusuusu apndwa ababa kaka zake wakamchukia kwa sababu ya ndoto ambazo alikuwa amekuwa nazo ndoto za ushindab. Mungu alimwaga upendo wake mwingi ndani mwake kiasiya kassatuu na kufanya mambo, kufanya mambo mazuri. Lakini siku zote anajipata mwenyewe anafanya mambo mabaya, anafanya uharibifu labda. Anazungumza na mtu ambaye amekuwa akiishi maisha ya wizi na ujambazi na ukora kwa muda mrefu, na amekuwa akitamani jinsi ambavyo anaweza akaokoka akamrudia Mungu, lakini kwa sababu ya guilt conscience siku zote anaona ni kama hafai ni kama maisha yake imekuwa ya kuharibika. Sikia, Mungu ni kuambia ulipona wakati ule mwingine, ukapona wakati wa pili, lakini uenda labda mara ya tatu usipone. Lakini sikia leo hii Mungu anamwaga upendo wake mwingi ndani ya maisha yako ya kwamba unapomkubali utaanza kuona maajabu ya Mungu. Mungu si kama mwanadamu ambaye atakuhesabia makosa ambayo ulifanya juzi, siku ile nyingine, na siku hiyo nyingine na nyingine. Mungu anasahau, anafuta na Biblia anasema kwamba ile yale maandishi ile ile ile andiko ama ule mkono ulikuwa umeandika maovu kukuliko anaufuta na anaandika mambo mazuri kwa ajili ya, kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hivyo Mungu anamwaga upendo wake ndani ya roho yake na anasema kitabu cha Yeremia sura 29, ya kwamba najua mawazo inayowazia ni mawazo mazuri, si mawazo mabaya, bali kuwapa nyinyi tumaini siku zijazo. You can imagine, wakati huu ambapo Yeremia anaongea mambo haya, wana wa Israeli walikuwa katika utumwa, wanapitia mambo magumu, wanapitishwa kwa kazi ngumu, wanafanyishwa vibarua, wanafanyishwa kazi. Lakini hata hivyo, Mungu anaonyesha upendo wake kwao kwa kuendelea, kwa kuwapatia neno la kuwatia moyo, wakatikati katikati kat ya jangwa. Anawambia, he, unajua nini? Mimi najua mawazo ninayowazia mimi, nawazia mawazo mazuri, maajabu ingine ya Mungu ambayo naongea juu yake leo ni kuhusu ulinzi na uongozi.